Sifa kwa ukamilifu ni zake Mwenyezi Mungu Subhana, na rehma na amani zimfikie kiongozi wetu Abul Qasim. E, ndugu Islamu, kuhusu tofauti ya masala ya mwezi si tofauti ya jana wala ya juzi ni tofauti ya kale. Maimamu wetu wanne walitofautiana, maimamu wetu wanne walitofautiana haya masala ya mwezi. Je, tutosheke na mwezi wa kwetu au mwezi wa kitaifa? Eh, katika maimamu wanne eh, na, na wakusudia alimamu Abu Hanifa, alimamu eh, Malik, alimamu Ahmad ibn Hanbal. Hawa maimamu watatu kauli yao ni moja, wanasema: waislamu pahala popote mwezi ukionekana fungeni, pahala popote mwezi ukionekana fungweni. Hawa waliafikiana kwa kauli moja kuwa mwezi ni mmoja, eh, isipokuwa alimamu Shafii rahimahullah E, katika ijtihadi yake alisema e, kila watu wawe na mwezi wao, ambe kwamba katika maimamu wanne yeye peke yake ndiye aliokuwa na usimamo kama huu. Kwa hivyo mwanzo, e, katika kauli hii nimetaka niwaonyeshe tofauti ipo na ni tofauti inayofahamika na inayotambulika kisheria, na wanda isiwe e, ni e, chuki E, kuwekeana chuki baina ya wa Waislamu kwa masuala ambayo kwamba wasomi na wanafunzi wa elimu e, wanajua masuala kama haya yamo vitabuni. Labda wajinga ndo watapiga kelele na watarushiana maneno machafu ambayo kwamba hayastahiki. Jambo la kwanza tujue, ni masuala ambayo kwamba yana tofauti baina ya wanazuoni, yana tofauti baina ya wanazuoni, na wote walikuwa wanajitahidi kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Mtume anasema

Kakosa thawabu ya kupatia jawabu la sawa. Hiyo ni nukta ya kwanza. E, nukta ya pili e, tumeona katika maimamu wanne maimamu wengi waliokutana ama waliofikiana kwa kauli ambao kwamba walikuwa ni wengi ni wale wenye msimamo wa e, eh, pahala popote duniani mwezi ukionekana tufunge, me, pahala popote mwezi ukionekana tu ni kufungua. Na haya maneno tusisahau hawakuyasema eh, zama zetu, zama ambazo kwamba kuna teknolojia, kuna elimu eh, za kisasa, kuna mambo mengi ambayo kwamba eh, unaweza ukayeshuhudia moja kwa moja ama kwa njia live. Na haya maneno waliyazungumza zama zao, zama kwamba ilikuwa ni usafiri wa punda na ngamia, zama ambazo kwamba e, teknolojia ilikuwa haipo kabisa, lakini walifikiria kwa upeo wa kus, e, kusimamia kwa msimamo wa mwezi ukionekana pana popote, waislamu fungeni maana popote waislamu fungweni, bi maana mwezi ni mmoja kwa Waislamu zama zile, kaif wangekuepo zama zetu e, hii leo. Hiyo ni nukta ya pili ama nukta ya tatu ambayo kwamba e, ningependa ku

Eh, ni kuhusu eh, msimamo ambao kwamba ameutoa eh, Chief Kadhi eh, tumeona baadhi wakirusha maneno eh, tujue ni mwanzo ni jambo la kidini, si jambo la ushabiki, labda kuna team A na team B, hasha, wakala na huyo ni kiongozi anapata na anakosea. Uki, eh, ukiona umeridhia na kauli yake biha wanema, na ukiona ujaridhia haina haja kutumia lugha ambayo kwamba itakupelekea uingie katika madhambi eh, bure tumogope Mwenyezi kwa ndimi zetu kwa yale ambayo kwamba tunayatamka na yale ambayo kwamba tunayaandika katika mitandao ya kijamii. E, nasaha tu nitakuhusieni, e, hata tukitofautiana siku ya kuswali Eid, usije ukaikosa siku ya Arafa, usije ukaikosa siku ya Arafa. Hiyo ni nasaha yangu, kwa sababu funga ambayo kwamba tumetakiwa tuwe tuwe ni wenye kuifunga ni funga ya Arafa. Hadithi ilisema, siyamu yaumi arafa Piga msitari katika maneno ya yaumi, ni funga siku ya arafa, wala haikuja hadithi siyamu yaumi tasii, funga siku ya tisa. La, ni funga siku ya arafa funga siku ya Arafa, wala siyo funga siku ya tisa. Siku ya tisa tunaweza sema labda mwandamo wetu eh, tisa yetu ni siku fulani, lakini funga ambayo kwamba tunahitajika kufunga na aloiashiria Mtume sallallahu alaihi wasallam wasalam, alisema siyamu yaumi arafa

Hija ni Arafa, siku ambayo kwamba amba, shetani analia, shetani anasononeka. Hakuna siku ambayo kwamba anaumia kama siku ya Arafa, siku ambayo kwamba Mwenyezi Mungu anawacha huru waja wake na moto wa Jahannam. Bila shaka usije ukaikosa hii siku. Ni siku ambayo kwamba mahujaji watasimama katika bonde la Arafa, wala si siku ya tisa kwa hesabu yetu. Mwenyezi Mungu atujalie. Minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana subhanak